na likaendelea katika hali kama hii, basi ni jambo ambalo lina madhara makubwa kwa sasa na kwa baadaye. Na jambo hilo ni jambo la watu kuzoea kuwatukana viongozi wao wa nchi. Haipendezi na wala haifai kuwatukana viongozi wa nchi, haifai kuwatukana watawala Miongoni mwa sababu kubwa za uvunjifu wa amani katika maeneo mbalimbali ni watu kutokuwa na tamaduni ya heshima, kuwaheshimu viongozi wa nchi yao. Baadhi ikawa ni kinyume, wakawa wanawatukana, wanawabeza, wanawasema kwa namna hiyo. Huu tamaduni sio mzuri na wala haufai, haipendezi tukatengeneza kizazi na tukatengeneza jamii ambayo haimuheshimu kiongozi wao. Huu ni utaratibu ambao sio mzuri. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha masahaba wake na wao wakanukuu. Wanafunzi wa, wa masahaba walikuwa wanawakataza watu kwamba wasiwatukane watawala wao. Haya ni maagizo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba haipendezi. Kwa hiyo mafungamano yetu na watawala siyo kuwatukana, ni kusaidishana na kuwekana sawa. Na namna ya kuwasaidisha watawala na kuwakosoa ni kwa sidi, mtu mzima na kiongozi ananasihiwa kwa sidi. Ikiwa tutakuwa na tamaduni kama hiyo ya kwamba mtawala ananasihiwa kwa sidi, mtawala hatukanwi, tunatafuta namna nzuri na iliyokuwa salamu ya kumrekebisha basi tutadumu katika usalama na amani na utulivu na neema mbalimbali zitaweza kuteremka kutere kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hiyo jambo liliokuwa jema, ndugu zangu wa Tanzania, kwa hawa watawala wetu, wawe ni wema, wawe ni waadilifu, wawe ni waovu, hawafai kwa ule mtazamo wa kila mmoja, tutakapoona kama watawala sawa sawa, wawe ni waadilifu au wawe sio waadilifu, ni madhalimu, njia nzuri ya kuweza kuwarekebisha miongoni mwa njia ni kuwaombea dua. Maimamu wetu na viongozi wetu wa Kiislamu walikuwa wanawafundisha wanafunzi wao, na tumefundishwa katika Uislamu kuwaombea dua watawala. Tuwaombee dua tukiwa kwenye mimbari za msikitini, tuwaombee dua tukiwa tunasali Idi, tuombee dua tukiwa katika hadhara ya aina yoyote ile, tuwaombee dua watawala. Mpaka imamu Ahmad, imamu ahli sunna aljamaa, imamu wa Kiislam katika maimamu wakubwa wa Kiislam alikuwa anasema, lau kana li da'wat mustajaba, lau kama ningekuwa na dua ambao unajua nkiomba hii dua itakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu, ma jaaltuha ila lisultani, hiyo dua sito ijalia na sitompa yoyote isipokuwa nitamwombea mtawala, kwa sababu nkisema ni jiombee mi mwenyewe basi manufaa yake inabaki kwangu mimi mwenyewe, hayatewapata watu na wala hayatoipata nchi. Lakini nkisema nimwombee mtawala anahu idha jaaltaha fi sultan, kimuombea mtawala salaha, kama alikuwa ni muovu atatengamaa, atakuwa na maono yalikuwa mema fasalaha bisalahi lil ibad wal bilad, na watatengamaa kwa sababu ya kutengamaa kwake watu na miji. Angalia maneno ya huyu imam, Imam Ahmad bin Hanbal, na haya maneno pia amepokelea kwa Imam Al-Fudhayl bin Iyad. Hivi ndivyo tulivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam sallam, kuombeana dua sisi kwa sisi na katika mlango uliokuwa bora kumwombea dua raisi wetu leo hii. Ndugu zangu wa Tanzania, mtu akimwombea raisi au akamwombea makamu wa raisi au akamwombea waziri mkuu au naibu waziri mkuu au akamwombea waziri wa kilimo au waziri wa TAMISEMI au waziri yoyote yule au akamwombea kiongozi yoyote yule wa nchi au mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya au diwani au mbunge au wamaila dhalik, akimwombea dua watu watazani kwamba huyu ni chawa jambo. Sio hivyo, sio hivyo. Huo sio uchawa. Hilo ni jambo zuri, neema nzuri, ni utaratibu uliokuwa mwema. Kwa hiyo tusiwe na ile taratibu ya kuwatukana watawala, viongozi wetu Wanasihi kwa siri, tuwaombee dua. Lakini dua ina nafasi kubwa ya kutengeneza kila ambacho kimeharibika. Dua ni sababu ya kuondoa mabalaa, dua ni sababu ya kuleta kila kheri. Kwa hiyo nakuhusieni, ndugu zangu wa Tanzania, kwamba kwa umoja wetu na kwa hii nchi yetu ya Tanzania, tuwaombee watawala wetu, Allah subhanahu wa ta'ala ili aidumishe amani ya hii Tanzania. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aidumishe amani ya Tanzania, ailinde Tanzania kuanzia viongozi wake, wake na raia wake na mali zake. Atulinde kutokana na mahasidi, atulinde kutokana na wabaya, atulinde kutokana na kuharibika kwa amani yetu. Ya Rabbi, Ilinde amani ya Tanzania ya Rabbi, ilinde amani ya kila sehemu ambayo wanapatikana watu wa khairi. wallahu ta'ala aalam wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Hi ni Wajawema Online TV Online TV, hapa ni elimu tu.